Ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, ambayo Mheshimiwa Rais aliinadi nchi nzima na sisi wabunge tuliinadi nchi nzima, tulikubaliana kwa pamoja ikae humu iwe rejea ya kuhakikisha kwamba tunatekeleza yale ambayo tuliyasema, na Mheshimiwa Rais amesema ya yatekelezwe kwa vitendo, kwa sababu ni jambo jema kabisa kuhakikisha kwamba inasema, ina kwenye ilani ya CCM imesema ile ibara namba 26 Inasema katika kipindi cha miaka mitano ijayo, Chama cha Mapinduzi kitaendelea kuchukua hatua kuhakikisha wananchi wanaendelea kuwekewa mazingira mazuri yawezeshe ya we, ya ushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo na kutekeleza mambo ya mataa, kutoa msukumo katika kuhamasisha na kusimamia uwezeshaji na usajili wa vikundi vyenye mwelekeo wa ushirika na makampuni pamoja na kuwezesha kupata mitaji kupitia mikopo yenye masharti nafuu. Piga makofi. Leo kazi kubwa ni kugawa, sababu mchakato na kwa sababu tunaenda kugawa fedha hizi kama alivyosema alivyosema mwenyekiti wa huduma za jamii, ni waombe sana na kikundi, nyinyi mmepewa sasa dhamana ya wanakikundi wengine ambao bado wajkata, hakikisheni nampenda kuwa uaminifu kuhakikisha kwamba mnatumia fedha hizi jukumu lililolengwa ili ziweze kurudi na wengine waweze kupatiwa. Lakini kwenye hili mheshimiwa mwenyekiti, ni waombe wataalamu tusiwe mbali nao, tuendelee kuwalea. Sio wote wana uwezo wa kumiliki fedha, tuendelee kuwapa elimu, tukiwapa, tusiwaache peke yao. Turudi nali kamati ya huduma ya jamii ipo Mheshimiwa mwenyekiti, tengenezeni namna ambayo watatembea hao kutembea kule walipo. Milioni 418 na laki tisa ni fedha nyingi sana, tupige makofi mengi kabisa. Mheshimiwa Mgeni Rasmi, kwa awamu ya kwanza ikimaanisha roho ya Julai ya Septemba ya 2024, halmashauri iliweza kutoa mikopo yenye thamani ya milioni 228 laki tatu na sabini na saba kwa vikundi vya vipatavyo kumi na nne vilivyokuwa na walengwa wapatao sabini na saba. Wakati huo tuliweza kutoa mkopo kwa vikundi tisa vya wanawake, vikundi vinne vya vijana na kikundi kimoja cha watu wenye ulemavu. Lakini Mheshimiwa Mgeni Rasmi katika kipindi sasa cha mwezi wa Oktoba mpaka mwezi wa Disemba halmashauri iliendelea kuchangia katika mapato yake ya ndani i asilimia ya kumi. Lakini hatoshauti tuliendelea kufuatilia fedha zilizokuwa zinadaiwa kwenye vikundi tukaweza kukusanya na kutangaza mikopo mingine ya awamu uh, ya pili awa uh, uh, na katika mikopo hiyo mweshimua binrasmi vikundi sitini na mbili vilileta maombi ya mikopo tulivichakata, na vikundi arobaini na saba viligirigiwa upatiwa mikopo uh, kwa awamu hii ya pili mikopo yenye thamani shilingi milioni mia nne kumi na nane na laki tisa kwa vikundi arobaini, uh, na saba ambayo ndio takayo ikabidhi rasmi siku hii ya leo mheshimiwa mgeni rasmi <coughs> sasa <coughs> <coughs> tuwapongeze pia kivigezo naomba mjipigie makofu lakini pia tutoe Shukrani zetu na dhati kwa Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Samia, oye, Mama Samia, oye, hakika ni kweli sana mheshimiwa rais ambaye imetufanya sisi leo tukutana. Mikopo hii ilishauriwa huko lakini Mheshimiwa Samia akasema sasa ni wakati wa kufungua mikopo hii, tuwapatie mikopo ili wapate mtaji waweze kusonga mbele katika katika maisha. Mimi ni wao mbele. Tumieni hizi hela kwa umakini, fanya kazi kadri wenyepangia, na nina hakika hizi hela hazina riba na mtaweza kufanikiwa na kufanya shughuli zenu za maendeleo zikaenda sawasawa.